Na, mtazamaji wa Trend TV nadhani utakuwa unakumbuka kwamba Juma Lokole siku ya jana alivujisha habari kuhusiana na inshu ambayo imemkuta Ommy Dimpoz, wakiwa anadai kwamba Ommy Dimpoz bwana, kwa namna moja au nyingine, amefukuzwa kazi pale kwa kansela eh, sorry kwa kwa GSM yani kwa Galibu. Nadhani utakuwa unafahamu kwamba Ommy Dimpoz ni head of creative department pale eh, GSM yani yeye ni yupo katika kitengo cha ubunifu Unaona, eh? Kwa hiyo kwenye mambo ya matangazo, mambo ya mavazi, decorations Ommy Dimpoz ndiyo anasimamia hivyo vitu na ni kwa muda mrefu sana. Na maisha yake yamekuwa ile lifestyle ambayo tunaiona huko mitandaoni ya Ommy Dimpoz imekuwa iko funded na hiyo kazi ambayo alikuwa anaifanya pale katika kampuni ya GSM. Sasa inavyosemekana kwa mujibu wa Juma Lokole amesema kwamba huyo Ommy Dimpoz bwana amefukuzwa kazi rasmi pale GSM na kitendo cha Ommy Dimpoz kufukuzwa kazi imepelekea wadau wanasema kwamba maisha yake yatakuwa tofauti kidogo na hapo awali. So Ommy Dimpoz mwenyewe ameamua kurespond. Tunafahamu kwamba Ommy Dimpoz ni mmoja kati ya watu ambao ni wacheshi sana. Kwa hiyo hii issue hajamind hata kidogo watu kutangazwa kwamba amefukuzwa kazi. Maana inasemekana kwa mujibu wa Juma anasema kwamba huyo GSM amefunga mpaka amebadilisha mpaka password za ofisi. Kwa hiyo Ommy Dimpoz atatakiwi hata kuonekana pale. Sababu halisi haijawekwa wazi ni nini, nini, ilichopelekea mpaka Ommy Dimpoz kufukuzwa kazi kiasi hicho. Lakini at the end of the day ni kwamba yeye mwenyewe bwana ameichukulia hii issue kama utani, na kupitia kurasa yake wa Instagram ameendelea kuposti picha kama kawaida. Na katika picha ambazo ameziposti Ommy Dimpoz bwana ameweka caption ambayo inadokeza kuhusiana na hili ambalo limemkuta au hili ambalo linazungumzwa sasa hivi huko mitandaoni Ommy Dimpoz katika posti ambayo ameiweka recently ni hii posti ambayo akiwa amevaa amevaa eh, amefa, amevaa full Adidas kuanzia sweta track suit na chini kabisa amevaa pia raba za Adidas, lakini pia ameonekana akiwa anatembea katika maduka ya kifahari kabisa ya Louis Vuitton alafu Ommy Dimpoz bwana hapa chini katika caption akaandika kwamba sasa itakuwaje na mtaani kulivyokuwa kugumu, kuimba kwenyewe nimesahau vesi. Yaani umri huu wa kwenda VETA kweli? Ommy Dimpoz e, ameandika hivyo. Hii ni kufuatia kwa kile ambacho kimekuwa kikizungumzwa kwamba amefukuzwa kazi pale GSM. Na kutokana na hii ishu, nadhani ye mwenyewe pia Ommy Dimpoz ameona ikiwa na trend kwa hiyo ameamua na yeye pia apite na upepo, apite na upepo humo humo, yani jamaindi ya wala nini. Ameamua milango iko wazi kwa ile nafasi. Mwijaku ndo upande wake yeye, lakini anaenda kuichukua yeye. Wadau mbalimbali katika comment section Of course wamekuja kuweka maoni yao hapa. Eh, kwa mfano Bill Nasa anasema kwamba bwana njoo tuuze cover za simu huku, eh, Ganji Mlima. Eh, Juma Lokole amekuja hapa amecheka anasema kwamba bwana ushakuwa tajiri, koma tu kaka yangu. Walpa Stylish amekuja anasema bwana tukutane veta, nita, na mimi pia nitakuepo pale. Eliuda anasema kwamba bwana kikubwa amekufukuza kipindi E, kipindi una mchongo wako. Kuna mtu ameandika hivyo. Aristotle anasema kwamba bwana hawakuwezi bwana nimewaambia tayari. e, mamlicho anasema kwamba bwana wanajichoresha tu, e, wanaojisemea bila uhakika tajiri Omari nyembo eh. Kwa mtu mwingine anasema bwana, kwa hiyo tajiri sasa kweli amekufukuza? Kwa sababu bwana njoka yako kaka, uwe winga. Hizo ni comment ambazo zimejitokeza kwa Ommy Dimpoz baada ya mwenyewe pia kudokeza kuhusiana na hii situation ya yeye kufukuzwa kazi. Anajiuliza kwamba kwa umri huu ataenda wapi, itakuwaje, ataishije? Maana ukizingatia sasa hivi yeye kuimba ameshasahau, eh, kweli umri wake wa kwenda veta. So ukiwa kama mdau, kama maoni yako katika comment section hapo chini, tutakuwa tukisoma na kureply kila comment na pia vile vile kisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.